wa Masasi, naomba kuwasilisha taarifa ya utendaji kazi wa halmashauri katika kipindi ambacho baraza la madiwani lilikuwa limevunjwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika vitabu mlivyo navyo vinaonyesha katika ukurasa wa kwanza ni utangulizi ambao tunarejea tangazo la serikali namba 330 la tarehe 20 mwezi wa 6 2025, lilikuwa linatoa maelekezo ya kuvunjwa kwa mabaraza ya madiwani ili kupisha shughuli za uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani na kukasimu mamlaka hayo kwa mkurugenzi mtendaji wa wilaya kuwa mwenyekiti wa halmashauri na wakuu wa idara wote kuwa wajumbe wa kamati za halmashauri, ni kwa mjibu wa kifungu cha tatu kifungu cha tatu moja la cha tangazo hilo. Mheshimiwa mwenyekiti, katika ukurasa wa kwanza hadi wa pili inaonyesha taarifa na maamuzi mbalimbali yaliyojadiliwa na kutolewa utekelezaji. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa ridhaa yako naomba ni niataje ni machache kama rejea. Mheshimiwa mwenyekiti, kulikuwa na tuliweza kununua gari aina ya Tata kwa gharama shilingi milioni 155 kwa ajili ya shughuli mbalimbali za halmashauri. Pia basi hilo limenunuliwa katika kampuni ya Tata African Limited Tanzania. Mheshimiwa mwenyekiti kwa wajumba waliokuwa hawapo, ili tuliwasilisha hoja kuomba ridhaa ya baraza lako tukufu ili tupe ridhaa ya kuweza kununua hilo gari. Mheshimiwa mwenyekiti, sambamba na hilo ni kuhuishwa mkataba wa upangishaji wa jengo la ofisi ya halmashauri baina ya benki ya NMB na halmashauri ya wilaya ya Masasi ili kuo, ili kuongeza eneo la upangishaji ili kuongeza mapato ya ndani kusogeza huduma za kibeki na kutanua huduma za kiuchumi. Mheshimiwa mwenyekiti, kabla ya baraza kuvunjwa, kulikuwa na makubaliano ya mpangisha hilo eneo na aliweza kutekelezeka kwa njia hiyo. Mheshimiwa mwenyekiti, alimashauri ilifanya makubaliano ya mkandarasi mwenye mkataba namba LGA 083 so 2023 so 2024 W 02 anayetekeleza mradi wa fungaji wa taa za barabarani katika eneo la Ndanda kupitia ufadhili wa REA mnamo tarehe 25 mwezi wa 8 2025 ili waweze kukamilisha utekelezaji wa mradi wa gharama shilingi milioni 197 na laki tano na, na mradi na mpaka kufikia tarehe 21 mwezi wa kwanza 2026 uwe umekamilika. Mheshimiwa mwenyekiti, sambamba na hilo Halmashauri ilifanya mapitio ya mkataba namba 80 12.2/2023/2024 chii sabini na moja wa mzabuni anayetengeneza samani za ofisi na kubaini kufanya kazi lipu, ya fedha iliyolipwa kiasi ya shilingi milioni hamsini na kufikia tarehe nane mwezi wa kumi na mbili elfu mbili na ishirini na tano awa wamemaliza kutengeneza na kukabidhi samani hizo. Mheshimiwa wajumbe na mwenyekiti, hapa kulikuwa na mkataba wa milioni mia tano ya milioni mia tatu sasa kulingana na kwenda speed yake kuwa ndogo. Kwa hiyo CMT iliamua kwamba afanye kazi kulingana na ya hela ambayo alikuwa amepewa milioni 50 ili kuachana naye kabisa, kwa sababu kazi yake imeonekana imekuwa inasuasua katika utekelezaji. Mheshimiwa mwenyekiti, sambamba na hiyo ni kuchambua na kuibua vyanzo vipya vya mapato ikiwemo kuanzishaji wa mchakato wa kuwa na eneo la kupaki magari makubwa, yani malori, katika eneo la Ndanda pamoja na kuanzisha kampuni special maana yake SPV, ambayo itafanya kazi kwa niaba ya halmashauri ili kugawania miradi kwa njia ya mbadala alternative project financing. ili mheshimiwa mwenyekiti na wajumbe, ili ni agizo la serikali kuhakikisha kwamba halmashauri inakuwa na kampuni ambayo itafanya kazi kwa niaba ya halmashauri ambazo zitakuwa siku zinaingia kwenye halmashauri, ikiwemo mmoja mojawapo shughuli mbali mbalimbali kwa mfano, ufyatuaji wa matofali, huo ni mradi ambao tutakuingia ubia na watu binafsi au kampuni inatakiwa kufanya kazi kwa niaba ya halmashauri na halmashauri kupata gawio pale inapohitajika ina, inapokuwa ina, inapatikana ina, ina, ina. Mheshimiwa mwenyekiti sambamba lelo, mnamo tarehe ishirini na nane mwezi wa saba elfu mbili na ishirini na tano halmashauri ilipo, ilipokea vifaa tiba metoshel thelathini na tano lenye thamani ya shilingi milioni 45 ikiwa ni kutekeleza maelekezo ya baraza la madiwani la tarehe kumi na moja mwezi wa sita elfu mbili na ishirini na tano kuwa kufikia tarehe 30 mwezi wa 7 2025, ziwe zimepokelewa na hoja ya CAG iwe imefungwa. Mheshimiwa mwenyekiti, hapo nilikuwa tunapokea tunatoa tunatoa maelezo kuonyesha kwamba lile agizo baraza liliyokuwepo nilitoa maelekezo kwamba ilio vifaa basi vifuatilie na viwe vimerudi vimefika kwenye hospitali ya Halmashauri na kufanya huduma iliyoko endelevu, na hapa sasa tunaonyesha kwamba tumeshafanikisha hili vitu na tumeshapokelewa katika hospitali yetu ya wilaya. Mheshimiwa mwenyekiti, jumla ya shilingi milioni mia mbili themanini na moja laki nne na arobaini elfu na mia nne za mfuko wa elimu ziliweza kupitishwa kutekeleza shughuli za uendeshaji na miradi ya maendeleo katika shule za msingi na sekondari. Tunavyojua, hii mfuko wa elimu una bodi yake, kwa hiyo kwa kipindi kile wajumbe wawili lazima wangeingia, ambao ni mwenyekiti wa kamati ya elimu, afya na maji na diwani mmoja, lakini kipindi hicho kulikuwa hao wajumbe wote hawapo. Kwa hiyo kamati tendaji iliweza kukaa na kuwasilisha kwenye management kuhakikisha kuwa vitu vinaendelea kama vilivyokuwa vimepangwa kwenye halmashauri. Mheshimiwa mwenyekiti, halmashauri ilifanya ufuatiliaji wa malipo ya madai ya Tsh milioni 23,904,635 kama bank guarantee kutoka CRDB Bank ikiwa ni dhamana ya mkandarasi katika kutekeleza mradi wa ujenzi wa shule ya sekondari Mnavila baada ya mkandarasi kushindwa kutekeleza mradi huo kwa mujibu wa mkataba namba 80L2/2024/2025/W02, halmashauri kupitia kitengo cha huduma za sheria ilichukua hatua za kufuatilia madai hayo na kufikia mwezi wa 11 pesa hizo zililipwa kwenye akaunti ya halmashauri. Mheshimiwa mwenyekiti kama unavyofahamu na kulikuwa na mkandarasi anatekeleza anatekeleza mradi wa ujenzi wa shule ya sekondari Mnavira tuliyopata milioni 560 kutekeleza shughuli mbalimbali za miundombinu katika shule ya sekondari Mnavira, lakini ilipofika sehemu ilionekana alishindwa kutekeleza shughuli na kwa tumeshamlipa advance payment, kwa hiyo itakiwa arejeshe hizo fedha baada ya kuterminate mkataba na yeye, na kitu kilichokuwa kimefanyika ni kurudisha benki garantia ambayo tulikuwa tumemlipa Mweshimua mwenyekiti, sambamba na hilo halmashauri kufanya mabadiliko ya miradi minne iliyopokea fedha kupitia programu ya busti, baada ya kufanya utafiti wa kina na kubaini miundo mbinu iliyopo haiwezi kukarabatiwa na haitakuwa na tija kwa fedha zilizopokelewa. Kwa hiyo badala ya kukarabati miundo mbinu hiyo, tulikubaliana kuanza kujenga kila shule vyumba vinne vya madarasa kwa fedha zilizoletwa kwa shughuli ya ujenzi wa miundo mbinu ya shule zifuatazo: shule ya msingi Makongonda shilingi milioni mia moja kwa ajili ya ujenzi wa vyumba vinne; shule ya msingi Mijale shilingi milioni mia kwa ajili ya ujenzi wa vyumba vinne; na shule ya msingi Njawala shilingi milioni mia, na shule ya msingi Mapalawe shilingi milioni mia. Sambamba na hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, ukurasa wa pili unaonyesha mtasari wa bajeti ya halmashauri iliyopitishwa na Bunge kwa kipindi kile tuna baraza linavunjwa bajeti ya halmashauri ilikuwa haijapitishwa, kwa hiyo halmashauri sasa hivi inaendelea kutekeleza bajeti yenye thamani ya tishiriks bilioni 46 na milioni mia moja themanini na moja laki nane na mbili elfu, ambapo fedha za mapato ya ndani ambazo tunatarajia kuyakusanya na kuyatumia ni bilioni 7 na milioni mia nane na nne laki sita na sabini na tano elfu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukurasa wa pili hadi wa tatu unaonyesha mapato na matumizi hadi kuishia mwezi Novemba na aidha, taarifa ya mapokezi ya pesa nje ya bajeti kiasi cha shilingi milioni 150 10 zinaonyeshwa katika ukurasa wa tatu, ambapo na shule zake zinaonyesha zinaonekana hapo kwa ajili ya kukamilisha miundombinu ya maabara katika shule za sekondari. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika ukurasa wa nne miradi iliyoombewa fedha inaonyeshwa, miradi ya fedha iliyoombewa fedha kutoka wizara ya fedha kwa mwaka wa fedha 2025 kama utaratibu ulivyo mnapanda kwenye budget, lakini inapofika muda hizo hizola lazima mziombe. Mheshimiwa mwenyekiti, fedha hizo zinaonekana katika ukurasa wa nne kama nilivyosema. Aidha, ukurasa wa nne mpaka ukurasa wa tano inaonyesha taarifa utekelezaji wa miradi ya miradi ya maendeleo kupitia fedha za mapato ya ndani ambapo miradi yenyewe inajionyesha katika ukurasa wa nne mpaka ukurasa wa tano. Sambamba na hiyo, mheshimiwa mwenyekiti, katika ukurasa wa sita mpaka saba inaonyesha taarifa ya maendeleo ya jamii ikionyesha vikundi vilivyopewa mikopo ya asilimia kumi. Mheshimiwa mwenyekiti, katika ukurasa wa saba mpaka ukurasa wa nane inaonyesha taarifa ya TASAF ikionyesha madirisha mawili ya awamu mbili yaliyokuwa yalipwe mwezi Machi na Aprili mpaka Juni, lakini alikuja kufanyika mwezi Julai hadi mwezi Novemba. Mheshimiwa mwenyekiti, ukurasa wa nane inaonyesha masuala ya utumishi ikionyesha watumishi waliopandishwa waliobadilishiwa miundo maana recategorization. Mheshimiwa mwenyekiti, ndani ya watumishi wako 15 na t na majina yao wanaonyesha na kada, na walizokuwa walizokuwa wanatumikia. Mheshimiwa mwenyekiti, ukurasa wa tisa inaonyesha masuala ya kisheria ikionyesha aina ya kesi na madai mbalimbali na kesi iko akiwaga. Mheshimiwa mwenyekiti, ukurasa wa tisa hadi wa kumi inaonyesha taarifa ya uchaguzi mkuu ambao uliweza kufanyika tarehe 29 mwezi wa 10, 2025 na kumalizika kwa amani na utulivu. matokeo ya uchaguzi huo ni kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa niaba yako naomba nisome ili iwe rejea kwenye kika kikao chetu. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa upande wa, wa wagombea wa kiti cha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mgombea wa Chama cha Mapinduzi yani CCM, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alipata asilimia 96.79 alipata ya kura halali zilizopigwa katika jimbo la Lulindi, na kwa upande wa jimbo la Ndanda mgombea wa CCM alipata asilimia 97.53, na gharama zilizotumika kwenye uchaguzi ni kiasi cha shilingi milioni 2 milioni 454,353,000. Mwisho, Management ya halmashauri inawapongeza waheshimiwa madiwani wote mliochaguliwa kuwatumikia wananchi kwa kipindi cha miaka mitano ya kutekeleza na kusimamia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, yaani CCM, ya kipindi cha mwaka 2025 hadi 2030 chini ya kauli mbiu kazi na utu, tunasonga mbele.